Wameza, mtoto amezaliwa akiwa amelema, Community itasema mambo mengi, hiyo nayo si hata, unajua sema sijui huyo amerogwa na nini. Saa zingine ni tu tu ya health, nobody knew. Mm -hmm. eh, Halafu juu unapata juu community perception huyu venye alizaliwa akafichwa, si so, kufichwa si ana ana, a- ana, ana, anaendelea kugroa nyo. Kama hangefichwa angepata matibabu. Ndio tul- tulisema ile timely timely word early identification, mm -hmm, and intervention ehhe, yeah. So the policies have to also back the registration. Hmm. Registration ndiyo shida. Hmm. Kama registration. Kwa registration inafanya tu la resources wa isina kwa na problem. Eh. Mm-hmm. Unajua huku hakuna chuo ya nini watu wa wilche. Why? It's like this area does not have people. But what wako? What happens? They have not. Hakuna registr registration. Registration ime. It does not capture them. Like they are not mm -hmm. So wale ma na NGOs wakikuja, they are not seeing a problem here, we create a conducive environment supportive wanwakikut ndio mm -hmm. Eh, tukubali shida iko hapa. Tukishakubali shida iko hapa, tutapata suluhisho but kwanza registration mi registration hapo hapo ndio shida iko ah, shida inazia hapo <laughs> <laughs> shida inazia <laughs> lakini, so, wewe kama afisa unaonaje, uweze kusema uweze kuwapatia ushauri, maanake uko pengine unakutana una na viongozi wa ngazi ya juu kidogo kulingana na wale wananchi wengine mm -hmm. Unaweza kuwapatia hiyo ushauri ukawaambia hapa hata ni afadhali tufanye basi manual registration, tupatie mtu mmoja kazi, endelea kukusanya wote, alafu huyo mtu mmoja akuje atumie e-citizen kuweka details za watu wengine ndani So, there is a body National Council of People Living with Disability. Hiyo ndio inafaa kuwa kazi yao, watembee kila kijiji, wajue the number of people disabled, which kind of disability. Kuna physical, kuna wenye hawawezi ona, kuna wenye hawaei hawasikii, walete, so that hapa this area nikuuliza is, is there an, a here, an, a deaf school but from my daka special school, kama kuna ingine, exactly, so no, what we are talking about yes. yeah so from kama registration ingekuwa ingekuwa ingefanywa vizuri then we create this environment where everyone is, is, is how do we call it

Sasa, ama kila mtu amehusishwa, pana mikutano na na za public participation, but ni kama kama watu wa kutoa maoni kabisa. Hata wewe ulisikia, tunakaribia kumaliza, kuna kuna dakika kidogo kama sita saba hivi. miradi au kampeni maalum ambayo

langu la mwisho kwako ni kwamba, ni ujumbe gani ambayo ungependa kutoa kwa wazazi na, mm, jamii kwa ujumla kuhusiana na accessible to Yes. La mwisho nitasema uh, uh, hawa ni watoto wetu Hawa ni they are one of us they are part of us so we have to learn to accept them for who they are for what they are. How do we accept them? We embrace them we give them a, a conducive environment to thrive we we ensure education imefanywa vizuri. we ensure health care systems are working mm -hmm. we ensure these community based rehabilitation programs zime are initiated within the communities na mengineo mm -hmm. yeah. Mm. Mm. Make sure tu kila mtu anatekeleza wajibu wake ipasavyo. Yes. Eh, itakuwa ni jambo lingine la muhimu sana. Ndugu mpenzi msikilizaji wangu, tumeenda sana. Hiyo mara nyingi huwa si kawaida yetu kusonga sana. Tulianza kuchelewa kidogo ikabidi tusongeshe muda mbele kidogo tu. Hata ndio maana hatukupata taarifa za habari majira hayo ya saa tatu. Lakini unaona tumesonga songa kwa kina kidogo na kwa hivyo ni nadhani kuacha na kauli kwamba ni kweli E, tumegundua kuwa usafi wa mazingira na usafi wa mwili si swala la hiari, bali ni haki ya msingi, haswa kwa watoto wenye ulemavu. Kupitia mazungumzo yetu na afisa wa afya ya umma Bwana Humphrey Collins Oginga, pia e, tumeelewa kwamba watoto hawa wako kwenye hatari zaidi ya kupata maambukizi ya mara kwa mara iwapo huduma za usafi zitaweza kupuuzwa. Tumebaini pia kuwa baadhi ya familia bado hazina taarifa sahihi au rasilimali za kuwawezesha mazingira salama kwa watoto wao. Lakini kwa kushirikiana kama jamii, viongozi wa afya, mashirika na hata mashule, basi tunaweza kubadilisha hali hii. Kumbuka kwamba tunasema usafi kwa wote ni haki kwa mtoto mwenye ulemavu mm -hmm. au vilevile, mazingira safi, afya salama, kwa mtoto anayeishi na ulemavu ni jambo la muhimu zaidi uweze kuchukua. Kwa hiyo unapokaa pale nyumbani kwako, ndugu mpenzi msaji wangu yangu hmm, ningeweza uweze kuchukua ile jambo, uweze kulichukua nyumbani. Basi mara nyingi wao tunasema eh, take away home, na, uh, na wengine huwa wanasema call to action eh, katika jamii. Wazazi na walezi, basi wapeni watoto wote eh, eh, hasa wenye ulemavu, nafasi ya kuishi katika mazingira ambayo ni safi eh, tukisema ni nyumbani au shuleni. Viongozi wa jamii pia, hakikisha vyoo vya jamii vinafika na vinafaa kwa wote wenye mahitaji maalum. Mashule na taasisi, basi undeni sera za kuhakikisha banda usafi wa kibinafsi na vile vile mazingira kwa wanafunzi wote bila ubaguzi. Alafu kwako, kwa msikilizaji wangu Ningependa kusema ungana nami tena katika kampeni ya kuelimisha jamii kuhusu usafi ya afya kwa watoto wenye ulemavu. Unaweza pia kuanza leo kwa kuchukua hatua moja tu na ni rahisi tu. E, chukua sabuni kutoka kwa e, kwa, kwa familia yako na saidia familia ile nyingine ambayo hawana sabuni hiyo kwa kwa, kwa kwa, mfano. Kipande kimoja cha sabuni kinaenda katika shilingi 30 hadi yani 50 pale kulingana na sehemu ambapo unakoishi. E, kwa hivyo ukichukua shilingi zako 30 na ama shilingi zako 20 ama shilingi zako 50 ununue kipande kimoja ca sabuni niupe ile familia nyingine, basi ni watoe mfano wa kuweza kuwazingatia na kuweza kuwaambia wanawe mkono nao mara kwa mara, basi inaweza ikasaidia pia kuweza kukabiliana na usafi ambayo e, e, tunazungumza. Pia ndugu, mpenzi msikilizaji wangu, unaweza kushiriki katika kipindi hiki kwa mengi zaidi, ila kwa leo tunafika mwisho na niseme asante sana kwa wale wote ambao wametegea 99.9. Kama ndio unajiunga nasi kwa saa hizi, basi hakikisha kwamba unafuatilia mazungumzo yetu pale katika mitandao zetu za kijamii kwenye Facebook na vile vile kwenye X e, eh, ili uweze eh, eh, kujua nini ambayo tumeweza kuzungumzia pale. Kwa hivyo nataka nimshukuru sana Bwana Humphrey Collins Oginga pia, ambaye ni afisa wa uh, wa umma au wanapenda afisa wa afya ya umma kutoka Dagoretti sub county, Dagoretti South sub county na ambapo tumezungumza kuhusu umuhimu wa kuhakikisha watoto wenye ulemavu wanapata mazingira safi na salama, na vile vile tumeangazia changamoto zilizopo, na hizo changamoto zilizopo tumeweza kuangazia pia na solution ambazo zinapatikana eh, kutoka kwangu na kwako, ambao tunaweza tukafanya mambo hayo yakaweza kutatulika. Uwe na asubuhi njema, asante bwana Colis, asante.